Leo tunazindua jambo jingine ambalo linawahusu wavuvi, jukwaa la wavuvi. Duniani kote kuna majukwaa ya wavuvi, lakini vile vile kuna majukwaa ya wajasiriamali wengine ikiwemo wakulima, lakini Zanzibar bado ilikuwa hatujaanza kuwa na jukwaa la wavuvi, lakini tuwapongeze wenzetu wa WorldFish kufadhili na kushirikiana na sisi katika wazo hili na leo kuweza kuzindua jukwaa la mwanzo la wavuvi hapa Zanzibar. Lakini haya yote yanafanyika kutokana na mazingira mazuri ambayo yamewekwa na serikali yetu ya awamu ya nane, kutia wadau wa maendeleo lakini vile vile kuiweka karibu jamii katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Haya ni yale ambayo Mheshimiwa Rais alitarajia ndani ya miaka mitano ya mwanzo tuweze kuyaona ushirikishwaji wa jamii katika miradi ya maendeleo ambayo inahusiana na sekta zao husika. Leo wavuvi tumekuwa nao bega kwa bega, na tunawatengenezea mazingira yote ambayo wanaweza kuja kupaza sauti zao, ili tuwe na maendeleo endelevu na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari. Kwa njia ya ufupi, ndo tunasema ndio uchumi wa buluu na hilo ndio lengo hasa pia la serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar. Tuondokane na uvuvi mdogo, tuuweke katika uvuvi angalau uwe uvuvi wa katikati. Ndio jitihada ambazo Idara ya Uvuvi imekuwa kizifanya kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba tuwakomboe wavuvi wetu waweze kufanya uvuvi wa kileo. Leo hii tumekusanyika hapa wanasayansi, wavuvi, kwa sababu WIOMSA mojawapo ya kazi zetu ni kuboresha elimu ama maarifa kutokana na mambo ya bahari, na tunafanya kazi katika nchi kumi za ukanda huu wa Western Indian Ocean kuanzia Somalia hadi Afrika Kusini, pamoja na visiwa vya uh, bahari ya Hindi ikiwemo Seychelles, Comoros, Mauritius, Madagascar na Seychelles. Kwa hivyo eneo letu la kazi ni kubwa sana. Nataka kutangulia kusema kuwa bahari ya leo sio bahari ya jana. Mambo yanazidi kubadilika kila uchao kule baharini, mambo ya tabia, mabadiliko tabia nchi, uvuvi wa kisasa na mambo mengi tu yanabadilika kila uchao. Hapa tuko hapa sio kusikiza wanasayansi tu, pia tunataka tuwasikize wanasayansi ambao ni wakubwa zaidi ambao ni wavuvi. Manake sayansi ya maabara na sayansi ya kule kwa uvuvi zikiungana tunakuwa na elimu bora zaidi. Sisi muhimu, tunataka kuongeza uh, uvuvi wetu, lakini ambacho tunastahili kufahamu ni um, kuwa, ili kuendeleza uvuvi, chanzo cha kwanza cha kuboresha uvuvi ni data kwa sababu data ndo inaweza kutuonyesha kuwa tuko katika hali gani tumetoka, uh, uh, tumetoka wapi tuna, tuko wapi na tunataka kwenda wapi. Unaboresha kitu ambacho unakijua kinakwenda mpango kinakwenda na, uh, kwa mpangilio gani. Kama hujui njia ambao eh, kazi na kwenda, huwezi kusema unataka kuboresha. Kwa hivyo umuhimu wa kazi hii ambayo tunajaribu kufanya ni kuwa tuweze kujua takwimu zetu za uvuvi ziko vipi, tuko wapi na tunataka kwenda wapi, tunaiboresha kwa njia gani? Tunaomba tupewe elimu ili uweze kuzisalifu zile chaza, kwa sababu soko kwanza hakuna na soko halina uhakika pale, kwa yeyote anayepita, hali anaiona chaza nzi kwa upande wa serikali yetu, halafu mnaomba takwimu ambazo zinafanyika kama nilivyozungumza mwanzo. Hebu na mkugi kungu nchoni mtapata hata zilokuwa kabisa. Umekuwa mkisaidia sana, pokeeni hili ombi letu kwa wavuvi leo sasa, mnaporudi kufanya utafiti kwamba wajote na vitu vingine sasa rudini kwa wavuvi, mfanye utafiti kwamba hawa wavuvi wanaokwenda baharini ndiyo kazi walioichagua, na kama sio kazi walioichagua kwenda baharini, basi hawa wawezesheni kama shirika kuipunguzia bahari mzigo, kwa kuwafanyia maarifa ya kwenda katika zile sehemu nyingine ambazo ni chaguo lao. Kwa hiyo tunakuombeni sana, ukifanya utafiti na utafiti huu